Habari ambayo iliweza kutokea miaka ya nyuma kidogo, ambayo pia imekuwa imeendelea kushtua watu wengi, na moja kati ya rekodi ambazo pia hazijawahi kuvunjwa mpaka sasa hivi, na ndio maana imekuwa akizungumziwa sana, imekuwa ni noma sana, watu wengi kuweza kujiuliza sana. Ni kijana kutokea kule eh, nchini Japan kipindi hicho, back in the days, siku za nyuma kidogo, aliweza kutia eh, fora, eh, katika masuala mazima ya eh, push up. Unajua katika kila mtu ambavyo anakuwa na, anatembea kwenye miili yake, unaweza kusema kwamba mshikaji kama bodi fulani vikajazia kuna wengine wanakuwa anaenda mazoezi wanaenda gym wanaenda sehemu tofauti tofauti inakuwa poa kabisa. Sasa mshikaji huyu anafahamika kwa jina la Minoru Yoshida kutoka nchini Japan, pia aliweza kuweka rekodi ya kuweza kupiga push up eh, zisizoachwa yani, tunaweza kusema kwa lugha kwa nyingine kwamba ni nonstop yani, bila kupumzika push up 1500 na saba kwa kipindi kimoja mnamo Oktoba mwaka 1980. Sasa imekuwa ni kitu ambacho cha, cha cha, cha, kushangaza sana. Imagine eh, push up elfu moja mia tano na saba, bila kupumzika. Wakati kuna wengine akifika kumi tu ashachoka, ashachalala kila kitu. Sasa hii inadai eh, ni idadi kubwa sana ya zaidi ya elfu moja e, na hali ya sasa pia ni moja ya rekodi bora kabisa duniani kuweza kutokea. Sasa pia ni muhimu kuelewa kuwa rekodi hii ilikuwa kwa push up zisizo uh, kuwa na mapumziko usio za kupungua, wala bila kufanya kitu chochote e, mpaka kuweza kumaliza e, push up hizo, kati ya tofauti rekodi nyingine pia ambazo hazikuweza kukubalika e, kutokana na watu kuwa na mapumziko, aliweza na 80 eh, lakini pia push up hizo pia ziweze kuweza kuingia kwenye eh, ile rekodi ambayo imeshindwa kuvunja mpaka sasa hivi. Unajua no, kabisa, kwenye rekodi ambazo zinakuwa zinatokea katika dunia hii kwa sasa hivi, mara nyingi sana huwa zinaweza kuingia katika eh, kitabu cha Guinness. Moja kati ya vitabu ambavyo ukiona stori yako imeingia mle, basi ujue umefanya kitu cha kushangaza, kitu cha kushtukiza, kila mmoja ameweza kushangazwa na kwa kile kitu ambacho unakwisha kuwa umekifanya. Sasa hatujajua hii hapa ni kwa nini bado haijawekwa au tu ni vile tu hatujapata zile habari za kusema kwamba e, e, rekodi hii na yenyewe kuvunjwa kwa sasa hivi e, imeweza kuwekwa katika kitabu cha Guinness. Drop comment yako hapo, lakini pia ku like ku comment ku share, utakuwa umetisha kinomanoma.